Na Patrick ikabidi arudi kwa yule dada kiwete na zile zawadi ili ampatie. Sasa mpenzi wake Patrick akawa na shangaa, kitu gani kinachoendelea hapa? Ni kama movie vile, upo na rafiki yake. Na Patrick ikabidi sasa ampatie ile pete. Na huyu dada ambaye alikuwa na yule kiwete anafurahi sana. Analuka luka anasema wewe, pokea. Wewe usijali, wewe chukua tu. Akuvalisha pete. Sasa Patrick akaanza kufanya zoezi la kumvalisha pete yule dada kiwete. Yaani, Patrick ni kijana wa pekee sana. Hajaangalia ni mwanamke yukoje, lakini amempenda hivyo hivyo alivyo, naye ni binadamu kama yule. Amemzalau afanye nini sasa? Na huyu ni binadamu pia, anayestahili ya upendo wa dhati kabisa. Wakakumbatiana. Sasa mpenzi wa Patrick ambaye alikuwa ni wa zamani, yuko na rafiki yake, mwe unamuuma sana. Na Patrick akaanza kuondoka na yule dada sasa mpenzi wake ambaye alikuwa na staili zile zawadi, akaanza kulia, yupo na rafiki yake. Na hii ilikuwa ni part 2 na nyuma ya mike, mimi ni Ano Voice, jitu la mtumba, chuma cha Mjerumani, ni kuwambo spiti bila kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Nitakushukuru sana, thank you guys.